Karibu kwenye video hii muhimu kuhusu nafasi za ajira mpya zilizotangazwa na tume ya utumishi wa, hakama, wa mahakama ya Tanzania. Kama unatafuta ajira ya kudumu yenye heshima na uhakika wa kipato, basi usikose taarifa hii. Kaa hadi mwisho wa video hii, usiruke hata sekunde moja ya video hii, maana nitakwenda kukupa mbinu tatu muhimu za kuweza kupata nafasi hii kiurahisi kabisa. Tangazo hili limetolewa tarehe 3 Juni 2025. Nafasi zilizotangazwa ni nyingi na zinagusa kada mbalimbali mbali kutoka kwa madereva, wapishi, waandishi wa ofisi hadi maafisa wa sheria katika mahakama. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 17 Juni 2025. Usikose tarehe hii. Usingojee siku ya mwisho kutuma maombi. Tuma maombi mapema ili ujiepushe na msongamano wa mfumo au makosa ya haraka hara haraka. Kada zilizotangazwa: baadhi ya nafasi muhimu ni hakimu mkazi daraja la pili kwa wenye shahada ya sheria na stashahada ya sheria kwa vitendo; afisa utumishi daraja la pili kwa waliobobea kwenye utawala HR au sociology. Opareta wa kompyuta kwa wenye stashahada ya IT na uzoefu wa miaka mitatu. Msaidizi wa ofisi na mlinzi kwa waliomaliza kidato cha nne na mafunzo ya msingi kama JKT au mgambo. Ushauri wa thamani, usio jitathmini: usijitathmini mwenyewe kwamba hufai. Soma vizuri masharti ya kila nafasi, unaweza ukagundua una vigezo bila kujua. Sasa uh, nataka nikakuonyeshe namna ya kuweza kutuma maombi au jinsi ya kuweza kutuma maombi haya. Maombi yote ya kazi yatumwe au yafanyike kwa njia ya mtandao kupitia tovuti ya tume ambayo ni www.jsc.jsc.go.tz. Zingatia, maombi yote yatumwe ya kupitia mfumo huu wa www.jsc.go.tz. Nakala ngumu pia hazitapokelewa. Hakikisha umepakia vyeti vyako vyote vya elimu, cheti cha kuzaliwa, picha ya passport size, kitambulisho cha taifa na hati zingine kama zitahitajika. Hakikisha kila hati unayopakia inaonekana vizuri, ipo kwenye format ya PDF au picha yenye quality nzuri. Makosa yanayofanywa na wengi, epuka makosa haya kama unataka kufanikiwa kupata kazi hii. Usitumie taarifa za kugushi kama umri, elimu au uzoefu. Lakini pia usitumie akaunti ya mtu mwingine kutuma maombi. Fungua akaunti yako, tuma maombi yako. Usipuuze kufuata maelekezo ya tovuti au kushindwa kupakia nyaraka kama hujaelewa namna ya kutuma maombi, wasiliana na namba zao rasmi, ambao ni kama jinsi inavyoonekana katika skrini ya simu yako hapo, na pia unaweza kuandika kwa barua pepe ambayo ni maulizo ajira jsc go tz. majukumu ya kazi Walemavu wanapewa kipaumbele. Kama una ulemavu, usisite kutuma maombi. Maelezo ya kazi kwa kila nafasi yako wazi kabisa. Mfano, msaidizi wa kumbukumbu -kumbu ni kurekodi barua, kupokea faili, kupanga mafaili. Mwandishi wa ofisi kuchapa nyaraka, kupokea wageni, kupanga vikao. Uh, fanya utafiti kuhusu nafasi uliyoomba, jiandae kwa usaili kwa kujifunza kuhusu majukumu ya kazi husika. Usikose fursa hii adhimu ya kuwa sehemu ya mahakama ya Tanzania. Fursa hii ya wazi kwa wote wenye sifa. Tuma maombi yako mapema, kwa usahihi na kwa uaminifu. Comment hapo chini kama unataka video maalum ya kueleza hatua kwa hatua namna ya kujaza fomu ya maombi. Subscribe kwa channel hii ili upate taarifa mpya kila nafasi za kazi zinapotangazwa. Ajira ni haki yako, tumia fursa hii kuandika historia mpya ya maisha yako.